Mpendwa mtazamaji wetu wa Tausi beauty contest, ni siku nyingine tena. Uko na mimi mtangazaji wako Grace wa Tausi, ambapo kwa siku hii ya leo niko maeneo ya Tegeta Magarage. Nimetembelea mama lishe wawili hapa, ambapo tutaenda watakwepo, wanatupikia kwa siku ya leo kwa kutumia nishati mbili tofauti. Leo hii watatuandalia mboga aina ya dagaa, kila mmoja atakuwa akitumia nishati yake, ambapo tutatumia nishati ya mkaa na mwingine atatumia nishati ya gesi. Tunataka tuone ni muda gani kila mmoja atatumia katika kuandaa mboga hii. Kwa hiyo watajitambulisha, ndipo tutaendelea. Pa mama, habari salama za kwako? Salama mama, shikamoo. Mara habari ya mzima? Salama. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Claudia mama ndizi. Oh, inaonekana ni maarufu sana kwa kupika ndizi. Sana. ah, nashukuru mama kukufahamu. Asante na niko hapa na dada mrembo kabisa, naye atajitambulisha kwa majina yake. Dada unaitwa nani? Naitwa Anet Jones. Unajishughulisha na nini? Au mimi hapa ni mamalishe kama unavyoniona hapa. Huyu ah. hapa dada mama ameniambia anaitwa mamandizi, na unaitwa dada nani? Ah, kwa jina lingine la utani mi naitwa pakome ah. Sasa hapa wataenda kutupikia mboga yetu ya dagaa ambapo wote watatumia nishati mbili tofauti. Mama Ndizi hapa atatumia nishati ya mkaa na dada Pakome hapa atatumia nishati ya gesi. Kwa hiyo sisi tutaangalia kwa kutumia hiyo hiyo mboga ya aina moja na wote wataanza kupika kwa muda mmoja. Kazi yangu ni kuangalia ni nani ambaye atawahi kumaliza kupitia nishati ya mkaa au nishati ya gesi. Sasa hapa wote tunaona wameshaweka mafuta. Tunaanza na mama hapa. Mama hapa, wewe unaanza kwa kuweka nini baada ya mafuta? Naweka chumvi, baada kuweka chumvi naweka vitunguu. Sawa. Na dada baada ya kuweka mafuta mimi naweka kitunguu. Na, mtazamaji, kama unavyoona hapa kila mmoja kashaweka vitunguu. Eh, mama, sasa hivi tumeweka nini? Naweka nyanya chungu. Na dada hapa tumeweka, nimeweka nyanya chungu hapa. Sawa, naona mchuano unaendelea kati ya gesi, yes, na mkaa. Naona mambo yanaenda vizuri kabisa. Mama sasa hivi anaweka nini? Naweka oo na dada hapa mimi hapa nipo naweka dagaa zangu. Dada sasa hivi unaona, unaweka nini tena? Mimi hapa ninaweka nyanya Huku tunaona kwenye mkaa bado tuko na bado hatujaweka kitu kingine zaidi. Mama sasa hivi umeongezea nini? Naweka karoti. Sawa dada, huku tena naona unaenda kwa spidi ya hali ya juu eh. Sasa naweka karoti hapa. ah. hmm. Tunaona huku kwenye mkaa, mama bado anakaanga karoti. Dada huku eh, dada hapa hapa namalizia nao huku dada kashamaliza kuweka kila kitu, huku mama bado anaendelea. Mama hapa sasa tunaweka kanyanya. Mama ndo anatwekea nyanya, huku dada pakome kashamaliza kuweka viungo vyake, anaendelea kugeuza geuza hapa. Eh, kinachofuata sasa hivi dagaa. Mama naye ameweka dagaa, sasa tuone baada ya muda gani kila mtu atakuwa ameshamaliza kupika mboga yake. Eh, mama hapa, naona umefunika, umefunika tunasubiria kitu gani? Na nasubiria waichemke, bado hapa yeah, bado bado eh huku dada naona bado anakaanga. Sasa sijui anakaanga mpaka mwisho wa safari ya upishi ha. mimi hapa nakaribia kumalizia hapa ah. <laughs> bado kidogo. sawa sawa, mama, huku tunaendeleaje? bado bado sana huku. Mama bado kwenye mkaa, dada kwenye gesi, naona anataka atupiku kabisa Mm, dada kwenye gesi hapa mambo yanaendaje? mambo yako shwari kama una... unataka uniambie, mambo tayari? Yani mambo ni moto fasta tu kwenye gesi. I see. Hata mimi naona mama huku kwenye mkaa, kwenye mkaa bado. Kama unavyoona huku mama kwenye mkaa bado anasubiria viungo vyake vichemkie huko, mama anaendelea kusubiri Mama anaona anaendelea kupambana, yako vizuri tu. Kwa hiyo hapa wakati wote tunaipua sufuria letu eh. ni wewe tu hapa mama. Mama naona unageuza geuza tena, hapa mambo yanaendaje? Hapa yanaenda vizuri bado kidogo. Hapa mama naye anatuambia mambo bado kidogo. Huku naona dada ameshamaliza kazi yake. Hapa tayari. Haya, dada hapa kwenye gesi naona ameshazima na jiko kaivisha mboga yake na mama mwenyewe, dagaa zetu zimeiva, lakini tumetumia muda takriban dakika kumi na saba, lakini kule mwenzetu aliyekuwa anatumia gesi ametumia kama dakika nani hivi. Je, unazungumziaje hilo? Mimi nazungumzia hapa, nitaachana na mkaa nunue gesi, maana naona mkaa unanichelewesha una na ni hasara pia, na unakugarimu e, zaidi kwa mwezi e. Maana mwenzetu tumesikia pale anasema kwamba yeye kwa mwezi anatumia elfu ishirini na tano tu kununua gesi. mm -hmm. Lakini wewe unafika mpaka elfu 45. Kwa hiyo ni vizuri na wewe ukapata nishati yes, safi. mm -hmm. Dagaa zinaonekana ziko ziko vizuri kabisa, zinavutia na zinaonekana ni tamu hasa. Dada, hapa dagaa zetu tunakula na chakula gani? Kwa hiyo hapa ni dakika sifuri tu tunakula ugali wetu ndio chakula tunakula. Na unamshauri unamshauri nini mama lishe mwenzio, ambaye yeye tumetumia karibia dakika ishirini nzima? Ninamshauri aachane achane na kutumia nishati ya mkaa, atumie nishati ya gesi. Na je hapo mwanzo ulishawahi kumshauri atumie nishati ya gesi? Namshauri ndio, kila siku, lakini ndio hivyo leo hii ikajionea mwenyewe kama tulivyoanza kupika hapa, tumeandaa kwa pamoja. Mimi nimemtangulia kumaliza, nahisi hapa na, na mwenyewe atashawishika achane na mkaa anunue nishati safi. Asante dada, tunashukuru na tunaomba uendelee kuwa barozi mzuri wa nishati safi. Asante sana.